Isaya 59 mstari wa pili anasema lakini maovu yenu yamefarakisha nyinyi na Mungu na dhambi zenu zimeuficha uso wake hata msiuone hata hataki kusikia Mungu hawezi kuangalia dhambi ndio maana nikwambia siku moja mtu mmoja Mungu alikuwa anamletea muujiza kujibu majibu yake usiku malaika ametoka mbinguni Gabrieli ameomba kwa siku tano akamkuta kenyezi Malaika akachukua furushi lake akaruka nalo mbinguni. Mungu hawezi kuangalia dhambi, anaichukia kwa sababu ilimtesa mtoto wake. Ndio maana ndio tuishi tukiwa ni watu ambao tumejiandaa wakati wote, kwa sababu Mungu yuko kazini kuchimba maombi yako. Eloi eloi lama sabathani. Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Bwana Yesu, maneno yake ya nne ambayo alitamka kwa ajili ya kwako mimi na wewe, kwa ajili ya sisi kuweza kusamehewa na kuweza kitabu cha Yohana 19:28. Nitasoma, anasema baada ya hayo Yesu ali akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimwize, akasema naona kiu. naona kiu, naona kiu, hiyo itakuwa ni ya tano. Naona kiu, mpendwa katika Bwana, siku kama Aleo, leo Bwana Yesu alisimama pale kwenye msalaba, naona kiu. Baada ya kusema Eloi, Eloi, la madhabakani, akasema naona kiu. Kiu ya nini? Anaona kiu ya kusaidia wewe. Kiu ya nini? Anaona kiu ya kuponya magonjwa wewe. Ana kiu ya nini? Anaona kiu ya kukondolea mapepo kwenye maisha yako. Yesu akasema ninaona kiu, njooni kwangu nyinyi nyote msukukao wenye kulemewa na msukukao na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Akwambia yeye anyoe maji haya, atakuwa na uzima wa milele. Yesu ana ki Yesu ana kiu ya kuokoa Yesu ana kiu ya kufanya mtu mpya. Neno hiyo alipomaliza akaongeza neno la sita sasa, akasema tele sasa, kizumu, tele stai, maana yake imekwisha sasa kizungu, nisikize kwa makini tele Imekwisha, manake deni limelipwa. Wale wanaenda kwenye ma, ma, wanauza maduka, ile resiti, unapewa resiti, inagongwa muli paid, imelipwa, yani ameshalipa gharama yote. Ndiyo neno la kuandikia mwisho, neno la sita la Bwana Yesu, imekwisha. Sasa imeandikwa Kiswahili kidogo vibaya, ki, ki- kigiriki ni tetelestai, manake paid laam msalabani, lilimalizikia ni huru kabisa. Yesu alimaliza deni Mkristo, madeni ya mizigo ya dhambi, nataka mwenyewe, lakini umepewa nguvu ya kushinda mambi moja kama kuna mtu anadai dhambi yoyote kwako, kwamba umetenda dhambi kama Adamu na Eva wakafukuzwa kutoka bustani. Shetani alikuwa anamshitaki, kazi yake ni kumshitaki Adamu na Eva. Lakini leo naomba nikwambie, akienda kwa Mungu kama alivyokuwa anamshitaki Ayubu, Mungu anaambia mbona sioni, ilishafutika. Akimwona Yesu msalabani, imeisha. Wanaangalia una dhambi gani? Hakuna, una dhambi. Wewe uko huru, usikubali kuishi kwenye dhambi tena. Neno la mwisho alilisema Bwana Yesu pale msalabani, kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 46, neno la saba, Luka 23 46. Sikiza kwa makini. Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baada ya kupiga muhuri wa tetelestai roho yake, anasema mimi uhai wangu naweza kuichukua na kuitoa, kwa Yesu alikuja kama nafsi ya Mungu kabisa, akautoa uhai wake mwenyewe kama Mungu. Sasa anaurudisha, anamkabidhi Baba alimpa ile roho, nimemaliza kazi, it is done ndio watu nikwambia hapa, ngoja nikwambie mimi natamani katika kanisa tujenge utamaduni. Hatutaki kuwa na wagonjwa mndani. Hatuhitaji mgonjwa. Mjue sana huyu Mungu sio na ugonjwa. Watu wanaweza kuja kukupitia top up, alafu unaondoka au kai. Yaani urusikwa mgonjwa, unatoka wapi? Urusikwa na mapepo yanatoka wapi? Urusikwa chini unatakiwa kuwa juu, yanatoka wapi kwenda chini. Kama wewe mwanaume, alilipa gharama kubwa kiasi ni nini kitakitenda na upendo Mungu yeah, Mungu upendo Mungu, wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, yeye aliyotoka, ambaye Mungu alimtoa kwa ajili yetu. Mpendwa katika Mungu, kwa ufahamu wa huo kitabu cha Mithali sura ya nne mstari wa ishirini na tatu Anasema linda sana moyo wako kuliko chochote kilindacho, maana ndani yake zinatoka chemchemi ya usiku. Linda sana roho yako, kwa sababu ukipoteza hiyo ukadanganyika na ulimwengu unaopita kwa kasi, imekula kwako, utakosa mbingu. Shetani ataendelea kunyanyasa. Ngoja nikwambie, kati ya mwanadamu na shetani, ana nguvu mwanadamu ana nguvu ndio maana shetani anakudana na kushangaa, unakuta kwenda kumtaka kusaidia, hana chochote, alishamaliza, hana uwezo wowote. Kuna mtu alishalipa kila kitu. Akudai kitu, ukiona na kusumbua, mkemee kwa jina la Yesu. Ukiona na kuletea matatizo, mkemee kwa jina la Yesu, na Mungu ni